Mkuu wa wilaya ya Morogoro na kukabidhi mwenge wa uhuru leo, siku ya Jumapili, tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2025, ukiwa unawaka, unang'ara, unameremeta na unapendeza. Pia nimekukabidhi timu ya mkoa, nimekukabidhi wakufunzi na kukabidhi wakimbiza mwenge sita wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Usi wakiwa na afya njema siha njema utimamu wa akili na kimwili. Mungu akusaidie ukimbize mwenge wa uhuru katika wilaya ya Mvomero na ukabidhi katika wilaya nyingine. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi, Gilbert Martin Nguli mkuu wa wilaya ya Mvomero na akiri kupokea mwenge huu wa uhuru wa mwaka 2025 ukiwa unawaka unang'ara, una ng'ara, una pia kupokea timu ya wakimbiza mwenge kimkoa na kitaifa. Lakini vilevile naakiri kupokea timu ya wakimbiza mwenge sita wakiongozwa na kiongozwa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2025, 20, kaka yangu Ismaili Ali Usi na maahidi mimi na kamati yangu ya usalama na viongozi wenzangu wote na wananchi wa wilaya ya Mvomero tunaahidi kuulinda mwenge huu na kuupeleka wilayani Uranga ukiwa salama salimini. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 h 5 ukiwa wilayani Mvomero utapitia jumla ya miradi saba yenye thamani ya shilingi bilioni moja na milioni sitini na tisa laki nane na elfu kumi. Mwenge wa Uhuru katika eh, gharama hizo wananchi wamechangia milioni 4 milioni nne laki like, like, sita na ishirini. Halmashauri imechangia milioni mia moja. Serikali kuu imechangia milioni mia saba arobaini laki nane na elfu hamsini. Waisani na asasi mbalimbali zimechangia milioni ishirini na mbili laki tatu arobaini elfu. Mwenge wa uhuru uh, utatembelea mradi ya uwezeshaji wa wananchi, nishati, kilimo, elimu, afya na maji. Mwenge wa Uhuru ukiwa wilayani Mvomero utaweka jiwe la msingi mradi mmoja, utafungua mradi mmoja, utazindua miradi mitatu na kuona miradi miwili na kufanya jumla ya miradi kuwa saba.